Ah, ambapo Mahakama Kuu kanda ya Mwanza imefuta kesi namba mbili ya mwaka 2015 ya madai ya kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu jimbo la Ilemela iliyokuwa imewasilishwa na aliyekuwa mbunge wa Ilemela kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Hynes Kiwia baada ya kushindwa na Angelina Silvestra Mabula, mbunge wa Ilemela na naibu waziri wa wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Msajili wa mahakama kuu kanda ya Mwanza Jinia Gerald amefuta kesi hiyo baada ya upande wa mlalamikaji kuwasilisha maombi ya kufutwa kesi, sababu zikiwa ni kushindwa kumudu gharama za kuendesha kesi hiyo ambazo awali waliomba zipunguzwe, jambo ambalo halikutekelezwa kutokana na ombi hilo kutokamilika kisheria. Aa, kwa leo tumewakilisha ombi la kufuta kesi kwa sababu Uh, awali kuwakilisha ombi la kupunguziwa gharama za kesi ambapo, uh, watu kuwa wameshtakiwa ni watu wawili, wameshtakiwa uh, mshindi aliyekuwa na jina Mambula na wakili wa serikali uh, gharama zake zilikuwa shilingi milioni kumi, lakini wakilisha ombi mahakamani la kupunguziwa gharama kama ilivyo sheria. Kwa bahati mbaya mahakama haikuona sababu ya kupunguzia gharama, na hatimaye katika mazungumzo ya kawaida, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa Hynes akaona kwamba aweze kuiondoa hii kesi. Hata hivyo, ni, ni, ni, ni, ni faraja kwetu kwamba aliyeshinda amepata fursa ya kuwa naibu waziri, basi apate fursa ya kuwahudumia wana Ilemela kwa kipindi cha miaka mitano kama naibu waziri na kwa sababu ya msingi kwa kukosa zile pesa kesi ilifikia mm, mwisho. Wameomba wenyewe kwamba tunaomba kuondoa shtaka kwa sababu tumeshindwa kupata zile fedha, na sisi kwa upande wetu tulikuwa tunafikila msi, kwa sababu hakuna wakili yote anayependa sana kukaa kaa sana mahakamani. Kwa hiyo kusema wanaondoa kesi, basi tukasema alhamdulilahi, lakini gharama zetu tutupe kwa hiyo tunasubiri na hala ya uamuzi wa leo, ili tuweze gharama tufungue tu, shauri la gharama tujue, kama tutarudishiwa gharama zote au tutarudishiwa sehemu ya zile gharama, na tumalizane na haya mambo.